Ukiwa shabiki wa soka, ukiwa mdau ambaye unafuatilia kinaga ubaga masuala ya kimichezo, inakuwa si jambo geni zaidi kujua kwamba mnyama e, e, tunazungumzia klabu ya Simba Sports Club leo, kwa wanaingia uwanjani kucheza na klabu kubwa kutokea kule katika nchi ya South Africa, maarufu kama Stellenbosch. Mimi naitwa na hii ni CWG Digital. tuko hapa kukupa details za habari matukio mengi ambayo yanahusu masuala ya kimichezo, na lengo letu kukupa hizi details kufahamu kinaga ubaga ni kipi ama ni lipi ambalo linakwenda kujiri. Sasa stori kubwa ambayo tunayo lakini, ni stori ambayo kila mtu anatamani kuwa anaifuatilia. Unaambiwa mpaka sasa hivi mzunguko katika mchezo huu kati ya Simba dhidi ya Stonebosch kule katika uwanja wa Amani Complex, eh, Stadium, ni kwamba ni sold out, kama mzunguko tu ni sold out. Ni kipi ambacho kinakwenda kujiri sasa? Unaambiwa huu ni moja ya mchezo ambao watu wengi wameutegea macho kupata kutazama mchezo ambao utachezeka majira ya saa kumi kamili za jioni. Unaambiwa kwa upande wa eh, kocha wa klabu ya Simba, eh, mwenyewe anakuambia mchezo huu kwake utakuwa ni miongoni mwa mchezo ambao wenye mshindani lakini pia vilevile vile wenye kutengeneza heshima. Hayo ndio maneno ambayo yalitoka kwa mzee baba Fadlo Davis, moja ya kocha ambaye sasa hivi anatazamwa kwa ukubwa zaidi, na ni moja ya mchezo ambao unaonyesha wachezaji wako vizuri kifitness ya mchezo na mchezo huu wana lengo la kwenda kuonyesha kile ambacho watu wengi wanakidhani kuwa hakitaweza kufanywa na klabu ya Simba. Na mpaka sasa hivi unaambiwa klabu ya Simba wamefanya mazoezi yao ya mwisho, lakini pia vile vile wanakaribia e, kuingia katika vyumba vyao vya kubadilishia nguo kwenda kufanya mazoezi ya e, kupashapasha, ili mradi kwenda kuingia mchezo huu. Unaambiwa klabu ya Simba imewasili eh, katika viwanja hivyo mapema kabisa eh, yani hamna kuacha kitu. Wewe ambaye uko Bongo na sasa hivi unatamani kujua ni kipi ama ni lipi ambalo linaenda kujiri. Sasa chukua nafasi yako hii kwa sisi kupata details za habari na matukio mengi. Je, kwa mpanzo leo kuna nani? Lakini pia vilevile vile kwa chama anaweza kuingia kikosi cha kwanza au pia tubashirie, kwako unahisi kikosi cha kwanza kwa klabu ya Simba ni yupi na ni nani? Je, Manola anakuwa ni miongoni mwa watu ambao wanapata nafasi ya kucheza kwa mchezo wa leo. Eh, comment zako tunazitaka hapa ni muhimu sana. Je, atuishie hapa ni moja ya msemo ambao unaweza kuleta maana na mpaka ifikapo majira na mpaka ifikapo majira ya mchezo huu kwenda kuchezeka ni kipi ambacho tutaweza kujionea muhimu kwako? Nakupa tu nafasi. Subscribe kwenye YouTube channel yetu ni rahisi zaidi kupata details zaidi na matukio mengi ambayo atakwenda kujiri haswa katika mchezo huu. Huu ni moja kati ya mchezo ambao unatazamwa zaidi Afrika. Hii ni CWG Digital. Ciao.